Tabia ile kawa nayo hiyo sio nzuri. Kwani unasindwa kutafuta marafiki wa kike ukazungumza nao? Sio vizuri. Kwa hiyo unatakaje? Usiona rafiki nao? <laughs> Yani wewe ni mfano wa debe bovu, ndugu yangu. Mfano mwanaume kama dafu, akichobolewa anatoa maji. Wewe Hmm? Unanisaidia nini? Mimi niko na wale kwa ajili ya kujiliwaza, au unaona raha unavyonitesa? Yaani mundasi basi hiyo ya basi, basi. Vipi, umeataka nisikilize vizuri, umeataka mwenyewe, maana umeona nimekaa nimetulia, sasa wewe kinakukera, si ndio? Si ndio unazani mapenzi kukaa kama hivi kuangaliana tu kama maua hmm? Pengine vinachosha bwana.